Kitabu cha Kutoka ya la sura ya 33 mstari wa 14. Ah uh, Biblia inasema uso wangu utakwenda na wewe nani nitakupa raha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusoma uh, kwenye kwenye Biblia ya Kiebrania neno uso wamelitumia kama neno pani p a a, -A i m ikiwa na maana ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo anaposema uso wangu utakwenda na wewe nani nitakupa Raha, na utapata raha, manake uwepo anaonyesha kwamba uwepo wake uh, utakwenda nao, nao watapata nini? Raha. Kumbuka hao uh, watu ukisoma kitabu cha Kutoka sura 32, ni wakati Musa ametoka, ni waacha wakatengeneza ndama wakaanza kuabudu Mungu. Akasema watu hawa sitatembea nao tena, nitawaachia malaika. Au anatembea nao? Bwana Yesu asifiwe. Musa akaingia toba na kulia mbele za Mungu kwenye kitabu cha thelathini na tatu hapo kwenye hiyo sura ya 33, ndio Mungu anawaambia sasa, uambie wana wa Israeli kwamba mimi Mungu watatemea na uwepo wangu, na huo uwepo wangu wakitembea nao, nao watapata raha. Nataka nikwambie kwamba jioni leo kuna uwepo wa Mungu tatemea katikati yetu, na sisi tutapata raha. Walitemea kwenye huzuni kwa muda mrefu, walitemea kwenye mateso kwa muda mrefu